Habari yako mpenzi mtazamaji wa MC Pambe leo tena ni siku nyingine tumekutana tena hapa hapa nipo kwa ajili yako nchini Tanzania, maeneo ya Mkulanga pwani na kati ya Chatembo. Nipo kwa ajili yako mpenzi mtazamaji, naomba usitoke hapo, leo ni azime macho yako ni azime masikio yako. Asalamu alaykum kwa wale Waislamu, Bwana Yesu asifiwe kwa wenzangu wa Kristo. Nipo kwa ajili yenu leo, sina DJ, sina cameraman ulimwengu, ulimwengu wa Mawakadi. Sina mc leo wala sina dj. Nipo kwa niaba yako Mawakadi mzima leo naibeba mimi kama pambe kama pambe mc number 1 nchini Tanzania, mc wa kike ambaye sijavamia jinsia. Ukiwazungumzia moja ya MIMC ambao wana sifa ya kike ni mimi. Ukinitazama mtoto wa kike nimekamilika na lips za kwenda sura pana. Ukinitazama shepu yangu namba saba lakini mtoto wa kike najiamini. Namiliki mume mmoja mwenye mke mmoja. Tamboni wenye ndoa zetu piga kelele. Hapo hapo ulipo, unaweza ka comment ukasema woyo. Na wenye maisha yetu kama kawaida ukizungumzia mwanamke mtoto wa mjini lazima una sifa zako kuu hizo tatu. Hakikisha kwanza unamiliki mume o cha pili, hakikisha unamiliki funguo ya nyumba. Cha tatu, hakikisha mishe mishe zako zinakwenda. Sasa so unajiita mtoto wa mjini, kila siku unafuatilia watu, alafu watu wenyewe unaowafuatilia sasa hawakupi msaada wowote, ya kazi gani jamani? Sipo kwa ajili ya michambo leo. Leo nipo kwa ajili ya lengo kuu moja tu la kwanza Nahitaji komenti yako, useme kitu gani ambacho kinakukwaza, shughuli ni ya kwako. Hata kama umealikwa, hiyo nayo inakuhusu, hata kama hujaalikwa, hiyo pia nayo inakuhusu. Kama kuna kitu ambacho hukipendi katika ma MC au ma DJ wanakukwaza sehemu gani, naomba utie komenti yako, mpenzi mtazamaji. MC, bwana anakela sehemu fulani, DJ bwana anakela sehemu fulani. Kwa mfano mimi kama MC, huenda labda kuna kauli fulani huwa nazitumia huko kazini, we huwa uzipendi, labda matusi pia labda mimi mtoto wa kike, lakini labda najiweka katika kacha fulani hivi labda ya kiume, labda huendani naye, huipendi pia, hiyo ni comment. Sijasema uwataje watu majina, usitaje mtu jina. Mpenzi mtazamaji, naomba unipe komenti yako, bwana. Mimi MC sipendi MC kitu fulani akifanya hivi na hivi, sipendi au DJ bwana, ukienda kumuomba wimbo fulani, yeye anakupigia wimbo fulani, au labda anatoa ushauri kwa ma DJ, labda hajue nyimbo au hajue wimbo tunaelewana mpenzi mtazamaji, mpenzi mtazamaji, sipo kwa ajili ya kuchamba watu, sipo kwa ajili ya kuharibu watu. Nipo kwa niaba ya kuonyesha pambe zangu kama unavyoniona. Nipo kwa niaba yako ili uweze kufurahi na mimi, ili ujue kwamba MC pambe anaweka kipindi, lakini kuna siku moja anaweka muda kwa niaba ya wateja wake au wapenzi wake. Na nyinyi wadau pia mnaweza mkatia komenti zenu, MC fulani na sio jina lake utaje, labda bwana MC sem fulani mimi huwa sipendi. DJ sem flani huwa mimi spendi hivyo. Kwa hiyo mtoto wa kike ambaye unajijua mtoto wa mjini, na imani bando huwezi kukosa. Sio unajiita mtoto wa mjini alafu bando unasikizi wifi kibao mtaani. Tunalipia adibu kujelo hadi 500. Kwa hiyo karibu, ingia hapo live ili tuendelee kuwasiliana vizuri. Una